ia yeah, ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo yeah. Mungu ni mwema yeah. Kila wakati yeah. Mpendwa Shemasi Ivan Rugabera, leo unapokea daraja takatifu ya upadre. Hii ni siku ambayo hautaisahau maishani mwako kwa sababu unapewa madaraka ya upadre kutoka kwa Kristo mwenyewe ambayo yanajumuisha wajibu wa kutakatifuza, kutawala na kufundisha. Ninapenda nichukue nafasi hii kukushukuru wewe kwa kukubali kulelewa na kukubali kutoa maisha yako kwa ajili ya kumtumikia Mungu ukifuata mfano wa Kristo alivyotoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wa wote. Ndugu mpendwa, kumbuka kuwa unapewa daraja takatifu ya upadre katika mwaka mtakatifu, ukiwa ni mmojawapo wa maujaji katika matumaini. Basi weka matumaini yako yote kwa Bwana wetu Yesu Kristo, hasa kulichunga kundi lake ambaye ambalo anakukabidhi leo, naye atakutupa. Ninapenda pia kuchukua nafasi hii kuwapongeza wazazi, jamaa na marafiki kwa kumlea shemasi wetu akafikia siku ya leo. Ninawashukuru pia walezi wote ambao e, umepitia katika malezi ya seminari ngazi mbalimbali. Asante kwa wote kwa utume wenu na malezi yenu ya kumwongoza afanye maamuzi sahihi. Siku ya leo tunashirikiana kupokea mavuno haya katika shamba la Bwana, na waombea nyote mliomlea katika ngazi mbalimbali, Mungu awabariki. Wapendwa wazazi, jamaa, marafiki na walezi. Shemasi Ivan Rugabera, mtoto wenu, siku ya leo anapewa daraja takatifu ya upadre. Tafakari kwa makini madaraka makubwa anayopewa katika kanisa. Ninawaomba pia tumsindikize shemasi huyu kwa sala, ili maagano na viapo anavyoviweka siku ya leo aweze kuishi kwa uaminifu mkubwa katika maisha yake. Kila mara, msindikizeni kwa sala katika utume wake. Hilo ndilo kwanza kubwa kwa padre huyu mpya. Mpendwa Shemasi Ivan Rugabera, unapokea madaraka ya upadre na ofisi mtakatifu yenye wajibu wa kufundisha kwa jina la Kristo, ambaye ni mwalimu wetu. Kwa hiyo iga na kuishi mafungo unayoadhimisha. Ishi mafumbo unayoshika kwenye maadhimisho ya sakramenti mtakatifu. Kila mara kumbuka katika maisha yako kuwa umeitika wito mtakatifu wa upadre, hivyo jitahidi kutoa ushuhuda wa upendo na furaha ya Kristo kwa wote unaowahudumia na kuwa karibu na mapadre wenzako na waamini unao wahudumia. Fundisha neno la Mungu ambalo unalipokea siku ya leo kwa furaha. Unapotafakari sheria ya Bwana, angalia usadiki kile unachokisoma na kufundisha kile unachokisadiki na, kufuasa, na kufuasa kile unachokifundisha kwa njia hii mafundisho yako yawelishe ya kwa watu wa Mungu, na manukato ya maisha yako yawe furaha kwawaaminio wa waamini wa dini yetu ya Kristo naasa Katoliki, ili kusudi la neno na mifano yako iwe ni kujenga nyumba ya Bwana yaani kanisa la Mungu. Mpendwa shemasi, wajibu wako mwingine ni kutekeleza ofisi ya kutakatifuza kwa kupitia huduma yako ya kibali ya sadaka ya kiroho. Waanii watatakatifuzwa wakiwa wameunganishwa na sadaka ya Kristo, sadaka isiyo ya mwaga damu ambayo utakuwa unaitoa atareni kwa adhimisho la misa takatifu. Kwa hiyo iga, kwa kuishi mafumbo unayoadhimisha, ukiwa mwadhimishaji mkuu wa mafumbo ya kifo na ufufuko, weka juhudi kufisha dhambi zilizo miongoni mwa watu ili waweze kutembea wakiwa watu watu. Katika kutekeleza jukumu lako la kutakatifuza la, la, utawakusanya watu wa Mungu wakati wa kuadhimisha sakramenti ya ubatizo kuwaunganisha na kuwaongolea dhambi kwa jina la Kristo. Utawapaka mafuta watu wakati wa ugonjwa wao utafanya maadhimisho ya kikusukia kama kuhani mkuu ambaye amechaguliwa miongoni mwa watu like, na kupewa jukumu la kushughulikia mambo ya Mungu kwa niaba ya watu like. Kutolea zawadi na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hayo tunayasoma Waraka kwa Waebrania sura ya tano Haya ya kwanza basi, tekeleza wajibu huu kwa uchaji na ibada. Unapotekeleza jukumu la utawala kama Kristo mwingine, mfalme na mtungaji, jitahidi kuunganika na askofu wako. Weka juhudi kuwaleta waamini wote kwenye familia moja ya Kristo unapofanya utume wa kuluo kumkazia macho matu mtungaji mwema ambaye alikuja kutumikia kutumikiya na sio kutumikiwa. Wapendwa katika Kristo, Kristo tumesikia katika katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha nabii Isaya, elina tuambia au limetuambia, roho wa Bwana Mungu iju yangu kwa sababu amenitia mafuta, niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliokutuka moyo, kuwatangazia mateka nguvu wao na awo waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Mpendwa shemasi, utume aliyopewa na Nabii Isaya wewe siku ya leo unakabidhiwa utume huo. Muda kidogo ujao utapakwa mafuta na utatumwa kuwapelekea watu habari njema. Jitahidi kuwapelekea watu habari njema ya kuwa waokoa wao na jamaa zao. Jitahidini kuwafungulia watu vifungo vyao na siyo kuwaongezea mzigo ya kubeba. Usitafute kisingizio. Kama mtu anaye kuita uhudumie, umhudumie kiroho. Kuwa tayari kuwafungulia watu vifungo vyao, kuongolea dhambi na kuwaongezea vifungo vingine. Wafariji wanaolia na wanaoteseka kwa sababu ya kunyimwa haki zao, na kila mara tetea haki za wanyonge, na msitake kuwafurahisha wachache ambao hawatendi haki. Kila mara tetea haki. Mpendwa shemasi, daraja ya upadre unayopewa leo ni huduma inayohitaji sadaka na majitoleo mbalimbali. Hivyo zingatia yale ambayo tumeyasikia katika somo la pili: jitahidini kuwa mnyenyekevu na mpole mbele ya Wakristo wote, mvumilivu kwenu, mtu wa kuleta amani na umoja miongoni mwa waumini utakaokabidhiwa. Zingatia kutumia karama kwa nia ya kumeemesha mwili wa Kristo na kutumia kipaji cha unabii unachopewa leo. Pia kuwa mwalimu mzuri na mchungaji mzuri ninakusii, ukitaka kufanikiwa katika hayo, kuweni mtu wa sala, kuweni mtu wa sala. Fanya maonano adoration mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo mara kwa mara, pia mkimbilie Mama Maria mama wa mitume na mapali, kama tulivyosikia katika Injili ya leo, mpende na kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo Bwana mmoja na sio kutumikia mabwana wawili. Mtumikie Bwana huyu leo, ambaye anakuuliza kama alivyomuuliza mtume Petro Simoni wa Yohani, wewe wanipenda kuliko hawa? Nina imani nawe, anamuuliza na wewe, unajibu ndio, ndiyo E, na kupenda kuliko hawa. Na Bwana, kama tulivyosikia, amemuuliza Simoni Petro mara tatu: Simoni Petro, wanipenda? Mpaka Simoni akawa anaona labda Bwana amwamini, akasikitika, lakini Kristo alikuwa na maana pana kwamba anataka awe na uhakika kwamba yeye anampenda kweli. Basi, e, ukiwa unampenda Kristo, uwe tayari kuacha yote na kumtumikia Kristo. Epuka maisha yako kutumikia mabwana wawili au mabwana wengi, mtumikie Kristo. Tumesikia tena Bwana wetu Yesu Kristo akimwambia Mtume Petro kuwa, kweli nakuambia, ulipokuwa kijana ulizoea kufunga mshipi na kwenda popote ulipotaka, lakini utakapokwenda utak lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mtu mwingine hata kufunga na kukupeleka usikotaka kwenda. pendwa Shemasi, hii injili ya leo niliyoisoma au tuliyoisoma, na kumbuka mwaka huo tarehe 20 mwezi wa saba mwaka 1997, hiyo na 97. Mhashamu Baba Askofu alitusomea mapadri wote tuliopokea upadre tarehe hiyo, nikiwa na mheshimiwa padre Dr. Felix Kamkisha, padre Dr. Julius Takwerera na padre Thomas Shengoma ndio injili aliyosoma na alisisitiza, alitusisitizia kwamba unapokuwa mzee unafungwa na kupelekwa misiko ta. Sasa wewe utakuwa mzee. Mimi nimepitia katika hali hiyo ya kufungwa na kupelekwa misiko ta na kumbuka tukio ambalo lilikuwa huko kwangu nilipotoka Roma nilikuja na wazo la kujenga shule kwanza. Nilipofika Dar es Salaam, nikampigia simu baba Askofu Timanywa nikamuuliza, baba, sasa nimefika Dar es Salaam, kuna sehemu yoyote ile ambayo labda wamejipanga niache mizigo labda, sababu nilikuwa nimeshasikia kununu kwamba nimepangwa seminari ya siberea lakini akasema hatujafikiria kitu chochote, wewe uje nyumbani kwanza. Nikabeba mizigo yote nikaileta mabauni, yale ni masanduku ya tani karibu halimumlati, ambayo yana vitabu. Nikaleta nikaweka pale, kunena shuhuda wangu mfadhali vinu si anajua nilivyoleta vitabu hivyo, na nikaweka pale sasa nikaenda kwake. Nilipofika kwake akanipatia barua, tukaongea kwanza, lakini baadaye akanipatia barua kuja kuangalia nina kwenda seminari ya Segerea. Sasa nikajiuliza e, na mimi ngavu, nilikuwa na wazo la kujenga shule kule Ishosi. Sasa kaanza kujitetea Kanisikiriza kidogo akinbaa, aliniambia kwamba masoko kwa masikokuanakutani bila li neno hilo tu basi. E, nibona peke yangu nasubiri arudi. Basi kesho yake nikatafuta gaari nka e, roli tena nika eh, mizigo baadhi Dar es Salaam sasa. Huyo yaani, likuwa eh mkubwa baba, kwa kakua alikimbia akaniacha pale, nisikia anawasha gari anaondoka. Kwa hiyo amenifunga na kunipeleka nisipo taka. Baada ya kidogo, nifunga na kunipeleka wapi? Baraza la Maaskofu pale nadae ibwana wambia kwamba e, sasa sijui watakaponifunga watanipeleka wako. Hadae walimufunga wakalileta Lwancheni. Nadae vilogo wakanifunga wakasema, sasa wewe unafanya kazi hiyo ya waspoti. Sasa nalotoka kukwambia e, shemasi, utakuwa unafungwa na, na wewe usije ukakataa kuitikia wito sasa labda nisingekubali kwenda katika baraza la maaskofu au kule Segerea, eh labda nisingekuwa askofu wa jimbo la upo. Eh, wangekuwa wengine, lakini Mungu alipanga hivyo kunipitisha katika sehemu mbalimbali. Nakumbuka nilipokuwa naondoka nili kusononeka sana mabadi, ee, niwaambia mabadi nateelwa ijambo mabadi wakupata transfer wanasema nateelwa jambo hasa transfer ambayo anaona kwamba inakuwa ngumu. Sasa nawe, nawe nitana, jambo, nawe, Eba, no, na wewe inawezekana jambo fulani likakupiga na wewe umeisha jiandaa ukakaa kwenye parokia umeisha furahia, eh, baadaye wanakwenda wanakwambia kwamba nenda katika utumu fulani, usisite kwenda. Mungu anakuwa na mipango yake na mimi hilo nimekuja kulishuhudia katika maisha yangu. Kwa hiyo naomba hata na mashemasi ambao mtapewa daraja ya upadre eh, siku zinazokuja kuweni na moyo mkuu unapopata eh, uhamisho sio ukasema labda unaonewa, au unapokuambia unapoambiwa nenda usome kitu fulani, sio ukaona kwamba labda kile au kupei na lakini ujui, Mungu anataka kukupia pale kuwaokoa wengine na kukuokoa wewe zaidi, yale unayokuwa unayafahamu angu ndiyo eh, unakuwa unadhani ni ndio muhimu, ni wakati ule nilifikiria shule kwamba ni kitu muhimu, lakini kumbe Mungu anafikiria taifa la

ndio maana baba askofu marehemu aliniambia eh, maskofu wanakuhitaji na akupenda kuongea nami na nakumbuka, wakati huo alikuwa na ziara kule Segerea alikuja pale Segerea akupenda hata kuongea na mimi eh, wengine aliongea nao kila mmoja, lakini hakutaka kuongea na mimi eh. Sasa ndugu zangu, eh mapadre na mashemasi unapopangwa sehemu fulani, sio ukasema kwamba labda eh, na kitu fulani. Mwenyezi Mungu anakuwa anakutisha katika hicho anakufunga na kupeleka pale, kwa sababu wewe ni mzee, hata usipotaka anakuwa anakufunga tumuomeshe wetu guli hawe anambali kufungwa katika